Darling, una hakika kula watoto wako watanikubali, mpenzi? Maana naogopa na, na ukizingatia watoto wako ni kama tulimelingana nao, naogopa mwenzio wasije wakanirarue sura yangu bure. Uh -huh, oho, darling, why not? watoto wangu ni wazungu sana. Uh, na istoshe wapnna nikiwa mpweke muda mrefu tangu kupiana talaka na mama yao. Kwa hiyo watafurahi sana mimi kuwatambulisha kwamba wewe ndo mama yao. Kwa hiyo ondoa afu mpenzi. E eh, mwenzangu, basi sawa, maana panina hofu mwenzio, yaani mpenzi, asante kwa kunitoa hofu. Oh mpenzi, usona wasiwasi la kutu kitenda sawa, ondoa hofu kabisa ka mpenzi. Unauhakika kweli? ni hapa jamani, jumba lote lililako mpenzi? We mbona ujae kuniambia jamani? Yaani wako pazuri sana, yani nimepapenda. Oho, sijali mama mambo madogo, mbona da, nimefurahi sana kupaona. Kwako ni pazuri kwa kweli. Oh, mpunzi, hmm? Lio hapa ni kwako, kuanzia leo hapa patakuwa nyumbani kwako. Shikamo baba. Marahaba njema wenza kwa kwakw wapi? Anisipo chumbani milala. Zuria yupo chuo. uh, nienda kwa mwite Anita mara moja uh, kuna kitu nataka tuongee. ni mpenzi, naogopa yaani, binti zako yaani hatau, anaonekana ana nyodo. hey, wewe sitaweza kweli jamani, uh, ho, mpenzi, nimeshakwambia ondoa shaka, a ni binti zangu na Mudu. Yes daddy, nimesikia unatuita Yes of course, nimewaita hapa nataka niwatambulishe kidogo. Huyu aliwako hapa wambele mbele yenu ni, ni mke wangu mtarajiwa. Kwa kifupi, huyu ndo atakayekuwa mama yenu. Dadi, unasema mama yetu huyo? Dadi, dadi, mama yetu <coughs> mama yupi huyo? Ha? Mi tu, kusema ukweli niseme tu, apapa sijapenda, Dadi. Huyu hawezi kuwa mama yetu, hapana. Kwa nini, kwa nini mnasema kwamba hawezi kuwa kwa mama yenu eh? amwezi kunipangia. Kwa kifupi, ndo nimeshafanya maamuzi. Huyu ndo mke wangu nitamuoa huyu, na huyu ndo atakuwa mama yenu, mpende msipende. Daddy, no, no hiyo haiwezekani, haiwezekani kabisa, yaani haiwezekani. Si hatuwezi kuwa na mama kama huyu, mama mwenyewe mdogo kama sisi. Mama gani huyu sasa? Kijana hivi jamani, jamani, dadi hata uone aibu. Huyu si amelingana kabisa na sisi Mi sijaona mama hapa, naona tu gold digger, mchunaji, anataka tu akuchune. Kwa hiyo baba, fikiria vizuri, fanya maamuzi upya. At least ungetafuta mwanamke ambaye kidogo umri unaendana. Huyu bado binti mdogo sana, atakusumbua. Mm, yani mpenzi, hata sijaamini nilichokiona mlindani Yani watoto wako wamenizalilisha, nimejisikia vibaya sana. Yani mimi ah, nilisema tu haya. Mpenzi oh, dia, unalia kwa nini? Mpenzi, unajua sipendi kukunoka. Unalia uh, nakupenda sana, si unajua hilo. Ondoa shaka, wale ni watoto wangu, nawamudu, hawawezi kufanya chochote, nawajua zi ni asira tu za mwanzoni, baadaye watakatu sawa, watawataelewa sawa. Mpenzi mimi nitasemaje, no shasema tena, ni wanao, lakini wanaonekana wana midomo ni, sipendi kabisa shari sura nijua, yani siwezi kabisa mambo ya mdomo mdomo. Kwahiyo yaani sijui itakuaje, sijui nitaendana nao mzee, jamani. Yaani kama sio baba angu vile, ndo nini katoletea? Iki kituko gani hiki? Jamani, hata kama mama yetu aliondoka, lakini ndio baba yetu ni mpweke muda mrefu, angetakiwa atafute mtu mzima mwenzie. Jamani, kabinti kadogo kabisa kali hey! Yani sema tu wee mwenzangu, maana mi nikisema, hmm, nimeshangaa Yani afa anaonekana ni kamcheka baba, kamcheka baba. Yani ule mwanamke hey! Yani hapa nakwambia, kazi inabidi tufanye kazi.